Tukazungumza mengi sana kwamba kitu ukisema zoba unamaanisha nini? Unamaanisha ni mm. Lakini nyinyi, <laughs> mimi mimi sijui kusoma, hawezi kufanya kitu bila mimi zbawa urafiki wako wewe na Issa Tambuu uligonganisha na urafiki utakuja hivi hivi bila kuingiziana pesa. Unauliza <laughs> <laughs> <Uruza laughs> vitu gani? <laughs> maana mimi namuingizia kipato anginikubali <laughs> kubali, saa mtu kashanipa majina yote, sijui kusoma, sina benki <laughs> <Okay>. Sasa tena <laughs> <kubali> ya nini? Yanini? <laughs> maana kuna kipato namuingizia lakini <laughs> Lakini watu <doote>, <manyi> wanajiuliza kwa nini miamala yako mingi sana inapita kwenye akaunti ya Issa? labda umeuliza swali zuri sana <laughs> sawa. Yule si ndio, tumemleta hapa duniani, tumpe kipaumbele ili afanye kazi zote. Kwa hiyo hmm, mwache. si yangu tu mia mara watu wengi sema zingine amzijui hmm, kwa hiyo kwa sababu mimi nishaamua kuwa na huyu koro wangu, mwache anachokitaka kukifanya kionekane Sansi. na mkataba pale Tambu Motors umebakia kama mda gani hivi? maana tuliona clip yako ukisema kwamba unamaliza mkataba wako uachane na hizo.

Hivi anaweza kunijengea nyumba wale Doto, doto. Huko kwenye kaja kwa shindikizo bwana twende twende, basi dei <laughs> usifanye tukaone watoto wenye uhitaji. Nini? Nini? Nini? Umesema kwa nini? shindikizo. Nini? Nini? Shindikizo. Oh, shindikizo bwana, basi dei yangu brother, si nini, twende huko kwenye watoto wenye uhitaji eh. Kwa kuwa wewe ni rafiki yake wa karibu hebu ifanye leo tarehe mbili ya mwezi wa pili 2026 ambapo ameongeza mwaka mwingine Issa Tambuu umwimbie tu wimbo wa birthday tu usikia siwezi kumwimbia mtu basi kwa tunajua maisha yake Hii tuliokuja inatosha ibada tosha. Birthday unafanyaje birthday wewe mtu wa miaka 49 sio 50. Unakumbuka nini? Wewe lipa mema kama hivi njoo kwa watu wenye uhitaji basi. Dotto. Hivi mimi mshanisikia siku moja babu wenu na birthday. Sijui kwanza sina huo muda. Kwani ufanye birthday Dotto? Siwezi, birthday ndo kama hivi tunakuja kwa watoto wenye uhitaji. Sawa bwana. Yani siku zote sawa bwana, ukimsaidia Mwenyezi Mungu kumtolea sadaka, yani kama vile umemlipia deni lake. Lakini mimi mambo ya basi hata siyaelewi. Washikaji walikuwa wanataka kwenda kwenye yacht kuifanya birthday, wewe ulikataza, siwezi kufanya hivyo, mimi mtoto wa kiislamu mambo yana jua ya maji. Hey, kama tushatoa sadaka hapa, tutafuteni sehemu yenye kimvuli, watu wale wanywe hmm wanaopita njia, wenye uhitaji, kama tkua tuwape chochote, upate watu, ujue, mtu akikushukuru tayari, ujue umejipatia ibada tosha. Na nipelekaje mimi kwenye mamaji maboti? Siwezi, si kumbe, nimeona wadogo zangu babu yenu. <laughs> <laughs> Siwezi mambo yale, naona nitaacha mashamba yangu Bagamoyo, nimeuliza swala zuri <laughs> sana. Wewe unapofikiria babu, mimi Dotto Magari yule ana cha kuongea mimi pale pale ninapoingia tu pale pale, wewe uko wapi? Haya toa hiyo langu, nenda kwenye mwamala wote toa hiyo langu sasa hivi nitachoma moto magari yako. Hivi hiyo langu ingie kaenda dakika tano kwako, mimi langu inakaa kwangu mimi, yani pale kae cross round about, isiwe kutokea Issa labda akakudhulumu, kwa sababu hawezi anadhulumu vipi bwana yule, kumdhulumu mtu usifanye mchezo, ana wema wote lakini hawezi kunidhulumu. Sasa mimi nataka msiku kusoma, siwezi kuhesabu kweli langu hivi. Utaendelea kuweka magari yako pale kumi, ishirini, thelathini, arobaini hamsini sitini sabini themanini, tisini mia. Kweli siwezi kusoma. Lakini amesema nataka eh, eh, kupeleke chuo Doto. Ampeleke nani chuo aanze kujisomesha yeye mwenyewe eh, eh, samani. Leo mmeuliza swala zuri nyinyi. Muulize Issa mwalimu <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Isana... <sharp> <laughs> mm, wako da wa darasa la saba alikuwa nani akimjibu? Mi nakupeni laki, muulize ajasoma chochote, bora mi nimeishia la tatu. Jamani, jamani nyie wana habari, mi nitakupeni laki laki yote. Issa tuulize mwalimu wako darasa la saba. Hivi ukimaliza shule ya saba unasema nini? Shule kwanza unaimaliza, darasa la saba inakuaje? Unaambiwa nini? Kamaliza nini? <laughs> Primari na sekondari, weka maneno hapo, muulize mwalimu wako nani, au muulize Issa samani, tajiri yetu sisi wanahabari. Darasa la tatu kwenda darasa la nne, unaweza kukumbuka ulifanyaga nini mtihani wa moko? Muulize ajabu njomba. Kama watu hawaja kukupa hongera, ngoja nikupe leo hongera. Wewe ni mtu ambaye upo kwenye ndoa yako na unaonekana na utulivu sana. Kitu gani ambacho kinakufanya ukae kwenye mstari mmoja na familia na kumkumbuka mkeo muda wote na kumheshimisha. Ngoja ngoja, so, nikwambie kwa sisi wazalamu, tuna ibada kubwa sana kwa wake zetu, kwa sababu mpaka mtu mwenze anakupigia jua la saa saba ili na maana akakukumbuka ni wakwake kwa hiyo unampa uaminifu. Bwana, niko na waandishi habari, tumekuja kwa watoto wenye uhitaji sawa, tunatoa sadaka zetu ibada zetu aanda kwamba wanatamani kumnunulia zawadi kubwa sana, siwezi kufanya hivyo, wa mm. eh. mm. mm. mm. eh, si kama watoto mimi, mtoto wa Kiislamu mimi mm. nimeenda jando. Zawadi kwa nini uitangaze? Zawadi ya mwezio ina maana pale unamnadi mkewe Hujua, hey, watu wajuage tu eti nimemnunulia gari sijui wameweka mastari mekundu sijui nini. Ae. Wale si wakuja wamekuja mjini. Hivi, kwa mimi mtoto wa Kiislamu kweli, nimwite mke wangu ni mnadi mbele pale, nimemnunulia gari? Kumbe utavyomwona akaendesha, ndio utajua tayari mkubwa akamaliza Eh, lakini kuna dinadi. Unaweza kumzuia mtu anachotaka kukifanya. Wewe wewe, na unapenda kamera zote hapa, msanii Dotto? Si msanii wako. Kwa mkubwa yuko ofisini, sasa anauza magari anajitegemea kuimba mchezo maana unaanza kumsema kuimba mchezo nini? mtia kiwenzi. Eh, na bosi wake anauza magari anajitegemea. Sio anavyopendeza, njoo Ruge. Njoo, njoo. Njoo. Unaona Sio uge tofauti na zamani. Huyu hapa anavaa mazabu nini? yeye hapo ana mwili ujue, lakini subutu za kumvalisha huyu yeye mwenye kazi mashati kwenye gari ndani, unaona, tunaweza ipopendeza. Unaambiaje wana habari ruge, ruge, kwa mkweli alikushinda. Ah, ah, shida, mi ndo nimemleta ofisini kamkabidhi mziki, mziki, mziki, anaendelea anauza magari, apendelewe mtu yoyote, ni mifumo wote wako pamoja, saabia wadogo zangu hmm, mwanzo mkwa mkimoja analia huyu

Mjomba, leo neno lako kubwa kwa rafiki yako mshikaji wako ambaye unashirikiana naye kwenye biashara siku yake ya kuzaliwa ya ni lipi? Tumalize. Labda nikwambie leo ni siku yake ya kuzaliwa Mungu mm. kambariki na hawezi kufanya chochote kwa sababu haamini maisha yake. mm. miaka ya nyuma alikuwa afanyi hivi vitu juu mm. <laughs> baada tu ibada kumsogea make riziki ni ibada. mm. imemsogelea ndo kidogo naye anakumbuka. mm. lakini muulizeni mwanzo alikuwa anafaa vitu hivi Sawa kipindi huko Tabora, Tegeta, Morogoro. mm. Hebu mwambie, tuonyeshe picha za zamani. pichaza chochote nyinyi. Oya. Uligawa hata majeneza mm. na subutu. Bora mimi Emil Ten kalamu naandika mm. yeah. ha samani. Hapa tukimaliza interview kesho, mumtembelee kama surprise. Isa samani. Samani sana hmm. Naomba utuambie walimu wako watatu wa darasa la tatu na darasa la saba. Mi nawakumbuka walimu wangu, mwalimu Geleshapu. Sawa bwana, huyo wa darasa ngapi? Huyo ni wa darasa la ngapi? Darasa la saba, mwalimu Geleshapu ana nasifu. Sijafika darasa la saba lakini namkumbuka. Sikuja la saba, anafundisha hali... la tatu alikuwa anafundisha somo gani? Jiografia. E, mi mbaya jiografia sana. Wewe usiniambie <laughs> Bosi, unashindaga na nyumbani nachaji laptop yako, nani anaandikaga? watoto wangu skujaga nyumbani, anashinda anashinda ublani mwanangu, si basi tu eti anampenda chifu Godavo, nani rekodi mimi. Haya, <laughs> ngoja nikulipe, mwambie chifu atakulipa saa hizi. Wewe paka upige simu utumiwe, ipite, ipite Mwanza, ipite siju, ipite siju Nairobi, mimi nakupa hapa hapa, ipite kokote. Kwa hiyo chifu hivi afanyaje? Afanya nani lakini na inakupa